Atemo meinjilisha, miongo nne mefika. Ndiwe kuhani milele, mfano Melkizedeki. Sisi wana PMC wa Mtakatifu Yosefu juu Milimani, tunawaletea shairi la kumsherekea Padri kifungua mimba wetu hapa Milimani. Father Alfred C Atemo, na malenga Bokeny Ochigo, na haturingi! Kule Nyalenda mahala, mtumishi lizaliwa. Hillarius na Petronila, wazazi alojaliwa. Pale akiwa amelala, Atemo jina liitwa. Atemo meinjilisha miongo nne mefika. Mkristo akapokewa, Kibuye kabatiziwa. Wito wake ukapandwa, ukasisi kaanziwa. Mchungaji akafanywa, sakramenti kapatiwa. Atemo meinjilisha, miongo nne mefika. Seminari kasomea, imani kasimamia. Upadrisho kapokea Milimani, shangilia. Padri wa kwanza tokea, kasisi, twafurahia. Atemo meinjilisha, miongo nne mefika. Mehubiri kwa upana, wengi akitumikia. Akawafariji sana, wagonjwa akawaombea. Meleta wote kwa Bwana, tena akiwabatizia. Atemo meinjilisha, miongo nne mefika. Leo anasherekea miaka arobaini. Mungu kimhudumia kwa umri wake sabini. Israeli kafikia, kijivunia imani. Atemo meinjilisha, miongo nne mefika. Tujifunze toka kwake, uaminifu kwa Mungu. Na sakramenti tuweke, ikuze kwetu mandugu. Maisha yetu we kwake, tegemeo letu Mungu. Atemo meinjilisha, miongo nne mefika. Atemo meinjilisha, miongo nne mefika. Ndiwe kuhani milele, mfano Melkizedeki. ate